Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waite kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, ni kope lako sikio, ili niweze kuwamegea na kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka. Tafadhali jiunge kwa ukumbi huu kwa kupiga subscription. Mtoto wa Samia Suluhu Hasani mwenye anaitwa Wanu Hafeithi Ameiri ambaye ni naibu waziri wa elimu ameweza kushambuliwa vikali na raia wa Tanzania ambao ni wazalendo kupitia kwa mitandao ya kijamii. Baada ya mtoto huyo Hassan, wa Samia Suluhu Hassan rais, ambaye amekataliwa Tanzania, ambaye vilevile ni naibu waziri aa, katika Wizara ya Elimu Tanzania, kutoa kauli eti kwamba vijana na Watanzania ambao wanahitimu kutoka vyuo vikuu Tanzania waweze kujiajiri, wasitegemee kazi za serikali Huyu binti ya Samia, mtoto wa kiongozi, mtoto ambaye ameweza kukula pesa au kipenda kodi ya Watanzania ikamfimbisha kichwa, alikuwa anazungumza katika chuo kimoja, mahala ambapo aliweza kuhudhuria maapisho yaani kuhitimu kwa viongozi kwa mafahari. Ama ukipenda maafari, sio mafahari, maafari. Sasa, ah, inaonekana kwamba huyu mtoto wa Samia akateleza kidogo kwa kuwaambia vijana ambao wanahitimu kutoka vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za Tanzania kwamba wasitegemee kazi za serikali ila waweze kujiajiri. Changamoto nyingi zipo katika kujiajiri, lakini muhimu kuliko yote ni nia na uthubutu, kwani tunasema kwenye nia pana njia. Ninamshauri kila mhitimu awe na dhamira kujiajiri, na kuwa tayari kuvuka vikwazo vitakavyojitokeza ili kufanikisha malengo yake. Aidha, napenda kuwakumbusha wahitimu wote kwamba jamii ina matarajio makubwa kutoka kwenu mafundi. Kwa hiyo tunatarajia kuwa nyote mtaonyesha umahiri na mfano bora mahali pa kazi. Kwa kufanya hivyo, mtakuwa mmeitangaza kampati hii vema na kuwapa moyo walimu, wazazi na walezi waliochangia wale katika elimu yenu. Ni kweli kuwa elimu mlioipata ni ufunguo wa maisha yenu, lakini pia kumbukeni kuwa elimu ni bahari isiyo na mwisho. Popote mtakapokuwa, hakikisheni mnaendelea kujiendeleza katika taaluma zenu ili kuwa sambamba na mabadiliko mbalimbali ya teknolojia yanayotokea duniani. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kurudia kuwapongeza wazazi na walezi wa wahitimu kwa kujitolea na kuamua kuwekeza katika elimu ya wahitimu hao. Aidha, nawapongeza wahitimu wote kwa jitihada zenu ambazo zimewezesha leo kukusanyika hapa, na hongereni sana. Sasa maneno hayo ya huyo binti, mpenzi mtazamaji, hayajaweza kuchukuliwa kiurahisi rahisi na watanzania wazalendo wale ambao wanalipa kodi kila mwezi. Mfano, kuna huyu mwanaharakati Mange Kimambi mwenye anaishi upande wa Marekani akaja na kuchapisha hivi jinsi ambavyo unaona hapo. Familia nzima pamoja na ndugu na marafiki zao wameajiriwa na serikali ila wanaambia wananchi wakajiajiri. Na mahela yao yote ya ufisadi bado wanataka ajira serikalini ila wananchi ambao hawana uwezo wa kujiajiri wanaambiwa wakajiajiri. Huyu binti ameweza kusungumza vizuri. Huyu ambaye ni Mange Kimambi anaeleza kwamba familia nzima ya Samia Suluh Hassan na viongozi ambao wako ndani ya hii serikali ambayo iliweza kumwaga damu Tanzania wapo kwa serikali, familia zao zipo kwa serikali, zimeajiriwa. Ukiangalia vilevile vile, marafiki wa Samia, marafiki wa viongozi ambao wako mamlakani wapo kwenye kazi za serikali wanalipwa mishahara kupitia kwa kodi, na kupata kwao kazi sio tu kwamba waliweza kufanyiwa mahojiano wakaibuka washindi. Wamepewa kazi kwa sababu wako na urafiki na ukaribu na viongozi ambao wako madarakani. Ila kuna maskini, kuna mama ambaye ni maskini, ambaye amefanya vibarua Tanzania, amemsomesha mtoto wake amempa mtoto wake elimu, amehitimu kutoka chuo kikuu. Hii leo mtoto wake mwenye mama aliweza kujifunga mkanda akajinyima, akalala njaa, akamsomesha ili aje kumsaidia baadaye, anaambiwa kwamba jiajiri. Huyu mtoto wa maskini hana hata mtaji wa kujiajiri. Kwani hizi kazi kubwa kubwa ndani ya serikali ziliundiwa watoto wa viongozi? Angalia mtoto wa Jakaya Kikwete ambaye ni mbunge, ndiye waziri wa utumishi wa umma Tanzania. Angalia mtoto wa Magufuli ni mbunge mteule. Angalia mtoto Hassan, wa Samia Suluhu Hassan, huyu binti mwenye anawahamasisha vijana wengine waweza kujiajiri, yeye ameajiriwa na hii serikali, ni naibu waziri. Sio hao peke yao, niko na orodha nyingi mpenzi mtazamaji, niko na orodha nyingi ya wale ambao wamenufaika na jasho la Watanzania. Niko na orodha kubwa, mfano waziri wa, waziri wa fedha mwenye anaitwa Hamis Hassan Omar ni shemeji wa Samia Suluhu Hassan. Au anafikiri sisi ni wajinga, hatujui? Waziri wa afya Mohamed Mchengerwa ni mkwe, mtu ambaye ameweza kuoa Mtoto wa Samia, huyu binti mwenye anapiga kelele hapa, itu kwamba vijana wajiajiri. Wanu, tuko na huyu waziri wa ulinzi Tanzania mwenye anaitwa Rimo Simon Nyasahu ni mshenga wa Samia, anadhani hatujui. Angalia, tuko na naibu waziri wa kazi Rahma Riyad Kisuo ni mpo wa Samia. Aya, twende mbunge viti maalumu mwenye anaitwa Mwanaenzi Hassani Suluhu ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Tuko na naibu waziri wa elimu Wanu Hafit Hamairi ni mtoto wa Samia Suluhu Hasan. Alafu hawa wajinga wanakuja kutuambia ti kwamba watoto wa maskini waweze kujiajiri kipindi ambapo watoto wa viongozi wameajiriwa. Angalia mtoto kama vile Wajakaya Kikwete, yeye ni waziri wa utumishi wa umma Tanzania. Orodha ni ndefu. Alafu Watanzania wakizungumza wanaonwa kama ni wajinga. Tukizungumza mambo kama haya, utapata machawa wa Samia wenye wanalipwa vijesenti vidogo wanatutukana. Kuna wale ambao wameweza kuajiriwa pasipo kuwa na vigezo na elimu zao za Makunduchi. Kwenye hii serikali ya Samia wameajiriwa watu ambao hawana elimu Ajabu wao, mbona hawajaenda kujiajiri? Wanaambia watanzania waende kujiajiri hmm? Wanachukua nafasi zote, wanataka tukajiajiri wapi? Wanafunga njia zote, wanataka tuanze wapi? Wanamiliki vyote, wanataka tuanzie nini? Wameiba mali ya wananchi, wameiba kodi ya wananchi, wanaua wananchi, kazi zote wamechukua, alafu hii leo wanapanua vinywa vyao kutuambia kwamba tukajiajiri. Huyu mtoto ni mpumbavu, si mpumbavu? Sema nasi.